wa shukrani Mwenyezi Mungu, lakini pia mka washukuru Mhashamu Askofu Jomanasikelabiani, ambaye ni askofu wa jimbo, wa malezi na upendo wake anaoendelea kuonyesha wanajimbo wa Iringa tangu walikuachiwa kiti na baba yetu Askofu wetu Ngalalekumtwa, twashangilia. Napenda kutoa shukrani zetu kwa babati kwake yeye mchungaji wetu wa jimbo, na kwako wewe baba mstaafu, kwa utayari wenu wa kuendelea kusolea na kumkaribisha Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Tunasema asanteni sana. Lakini jambo la pili ni waonge wana